Tuna uranium sisi hapa, ila haturuhusiwi kutumia na sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa nini vichwa vyenu havijatulia? Nyie msitumie uranium, mtalipua watu <laughs> Eh, zipo. Tunayo manyoni hapa, ipo. Yaani uranium, uranium kilo kumi, uranium kilo kumi tu inaendesha umeme wa nchi nzima miaka minne mitano. Yaani ni madini yenye nguvu, yana eneji ya kufa mtu ila pia ukiahendo ya vibaya yanalipua nchi nzima, yaani nchi nzima inawaka moto, mnaisha wote na radiation. Mimi nimefika kule Fukushima kule wa Japani wana vinu vya nuklia kwa ajili ya umeme. Ndiyo maana kwa Wazungu neno umeme umekatika hata kwenye terminology yao halipo. Sisi eti umekatika, mtu anakuwa na ujasiri wa kukuambia kabisa utarudi saa nne. We kichaa, utarudi saa nne? Ndio maana mi napinga, mimi ni mbunge napinga kabisa kuniambia mi niwakilishe taarifa kwamba kwenye jimbo langu nimejenga matundu ya choo saba, yaani kwenye kali na ya ishirini na moja, mi naongea matundu ya choo, yaani maendeleo ni matundu ya choo kwenye shule ya sekondari au shule ya msingi? We unaongea nini wewe? Tunatakiwa kwenda na tutakwenda, asema Bwana wa majeshi. Narudia tena, tutakwenda, asema Bwana wa majeshi. Mtu ananiangalia na kodoa macho kodoa kodoa, lakini tutakwenda, we will go.